Na karibuni katika Dr. Saddam Kenya na katika video hii ya leo ningependa tuweze kuangalia dalili za UTI, UTI sugu kwa both wanaume na kwa wanawake. Kwa hivyo ikiwa ni mgeni katika channel hii tafadhali bonyeza subscribe, like video hii, na ikiwa utakuwa na maswali yoyote ya watch kwenye comment section, au nitafute kwenye socials zangu uh, Saddam Kenya. Kwa dalili ya kwanza ambayo utahisi ikiwa uko na UTI ni maumivu kwenye kiuno au sehemu ya chini ya mgongo au kwenye flanks na maumivu haya inaweza kuwa ni maumivu ambayo yanajirudia kila baada ya muda. Dalili ya pili ambayo inaweza kujitokeza ni kuhisi maumivu wakati unaenda haja ndogo. So kwa wanaume na kwa wanawake, ikiwa utakuwa ukienda haja ndogo, unasikia ni kama unachomeka ama unasikia maumivu, then uwezekano ni UTI. Dalili ya tatu ni kutokwa na damu au mkojo wenye rangi ya damu, ikiwa unaenda haja ndogo. Dalili ya nne ni kutokwa na uchafu aa, kwa baadhi ya wanaume au kwa wanawake wana so, ikiwa utapata kuwa unatokwa na usaha ama kwa mwanamke wanawake unatokwa na uchafu lete una rangi ya manjano au rangi ya grey ama rangi ya brown na uko na harufu mbaya, then uwezekano ni kuwa uko na UTI ama UTI sugu. Dalili ya tano ni kutokwa na mkojo ambao uko very cloudy, uko na povu nyingi na uko na harufu mbaya. So ikiwa hii ni situation ambayo imekutokea na uko na zingine ambazo nimezitaja uwezekano ni kuwa uko na UTI ambao ni sugu. Na dalili ya sita ambayo unaweza kuipata ni kuanza kujihisi mchovu na kupatwa na joto la mwili au tunaita fever, na mara nyingi hii fever uh, ni ile tunaita low grade fever, na mara nyingi inaashiria kuwa kama ni bacteria ama ni fungus zimeweza kuingia kwenye damu, and that is why una develop hiyo fever ambayo uko nayo dalili ya saba ni kuanza kuhisi kwenda haja ndogo kila baada ya muda mfupi, na dalili ya kuchokwa na mkojo. Kuhisi kwenda kwenda kwenda haja ndogo kila baada ya muda mfupi pia inaweza ashiria tofauti. Kama wewe ni mwanaume na umesha miaka arobaini kwenda mbele, then kuashiria dalili ya tisa ni kuhisi maumivu katika sehemu nyeti, na hii inaweza kuwatokea wanawake lakini pia wanaume. So, uh, ikikutokea situation kama hiyo kuwa uh, uh, mambo ni kama vile. Dalili ya kumi na dalili zingine ambazo zinafuata mara nyingi zinaenda na jenda. So kwa wanawake, for example, unaweza pata kuwa umeanza kujikuna sana katika sehemu nyeti so uh, infection ama UTI kama ufupi. Uh, kuna baadhi ya dalili zingine ambazo pia zipo but uh, hizi ni dalili ambazo ni general na in most cases hizi dalili huwa zinaambatana. So if you only have one symptom inaweza ashiria uh, kuwa labda sio UTI labda ni nazaa ingine, lakini ukipata kuwa ukona baadhi ya dalili hizi for example, uh, una aisi uchungu ukienda haja ndogo, unatokwa na usaa uh, ama maji machafu uh, yako na harufu na vitu kama vile, then uh, kuna uwezekano kuwa ni UTI. Nyingi UTI zinatibika. Ikiwa uko mgonjwa, ni vizuri uweze kutembelea hospitali na mara nyingi utaweza kupewa matibabu. these are things that happen. na kupata UTI kupata, unaweza pata hata bila ya kufanya uh, kujamiana na mtu. these are infections that can really develop uh, uh zenyewe in some cases depending on infection. Shukran sana kwa kutazama video hii, ikiwa ni mbili katika katika channel hii tafadhali chini, hii tafadhali bonyeza subscribe chini, like video hii, acha maswali yako kwenye comment section, na tuweze kupatana katika video itakayofuata.